Naam, karibu sana mwana michezo popote pale ulipo, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Njoo hapa tuzungumze michezo na burudani, niko hapa na bigi wa Azam niye, na madhumuni ni kwa ajili ya kukupasha taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nikwambie tu ya kwamba timu zote zinazoshiriki kwenye tournament za CAF, nikiwa na maana ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup, no doubt, zimefuzu kwenda kwenye second preliminary round nikiwa na maana ya hatua inayofuata. Azam FC amefuzu akiwa na toto aggregate ya jumla ya mabao manne. Young Africans amefuzu akiwa na toto agreement ya jumla ya mabao matano, huku Singida Black Stars toto agreement ameshinda akiwa na jumla ya magoli matatu kwa moja. Simba Sports Club amefuzu akiwa na total aggregate ya jumla ya mabao mawili kwa moja. Bigi atakwenda kutuambia ndani ya msimamo wake wa timu zinazoshiriki kwenye michuano ya kimataifa yote, akiwa na maana ya kombe la shirikisho barani Afrika, kombe la klabu bingwa barani Afrika. Msimamo wake unasoma vipi? E bwana uko poa? Sawa sawa, mshukuru Mungu kama kawaida sema hapo, bomba kabisa. Kabisa kabisa kama fly Ibenge, mm. kocha bora kwa hii kutokea. E bwana nikupongeze kwanza kwa kufuzu hatua inayofuata kwa mara ya kwanza pasi na shaka Azam FC wanafuzu kuelekea hatua inayofuata. Usipende sana kulitumia neno kwa mara ya kwanza kwa sababu hii hatua sisi tumeshawahi kucheza na tumeshawahi qualify. Kuna msimu nashindwa kukumbuka msimu gani, lakini kuna nisikilize. Kuna msimu tulicheza nakumbuka kumbuka John Rafael Boko anakosa penati kwenye nchi moja ya Kiarabu. Sema tu kipindikie mafaili kidogo, alikuwa hajakaa vizuri. Ila washabiki wa Azamu wenzangu wa Kolongo kama mimi wakikumbuka vizuri hii scenario wataniambia na watatukumbusha hii sisi hatua hii tumeshaye kupita, ila hii hatua ambayo inafuata sasa ndio hatua ambayo si kila siku tunafanyaje, ndio tunanasia. Kwa hiyo hii hatua ambayo tunafuata tukiingia group stage, njoo niambie kwamba sasa kwa mara ya kwanza mmekwalify kwenye hatua ambayo huwa hamjawahi kufanya vizuri. Bwana, msimamo wako unasomaje mpaka sasa? Msimamo wangu kwa, kwa ligi za Tanzania, kwa kuamini kwa timu za Tanzania. Umeona kwa sababu mimi bwana na msimamo wangu msimamo na mwenezi au sio bwana? Kwa ni msimamo wetu kule mpaka sasa hivi Yanga ndo anaongoza akiwa na point sita na goal defense ya goal tano amefunga magoli matano na hajaruhusu goli. Timu namba mbili ndio sisi hapo, wataalamu kina Florent Ibenge, muda si mrefu naweza tukakaa kileleni. Tulikuwa na point sita magoli manne goal defense yetu hivyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni nne hivyo, kwa sababu hatujaruhusu goli pia foba na clean sheet mbili umeona mashuka masafi kabisa msimamo wangu pia, namba tatu yuko Singida au okay, sio Singida. Ana point sita, amefunga magoli matatu, ameruhusu goli moja, kwa hiyo yeye ndio yupo nafasi ya nne. Goal defense yake nasoma goli mbili, umeelewa. Ila shughuli sasa ndio iko hapo chini hapo sasa. <laughs> <laughs> Hey, anayeburuza mkia wa mwisho umeelewa. <laughs> anayeburuza mkia wa mwisho kilaza kabisa, amna kitu. Ni Simba Sports Club akiwa na pointi nne na, pointi nne, na good defense yake ni moja, lakini magoli yake ya kufunga, amefunga magoli mawili na ameruhusu goli moja, kwa hiyo automatic anabakiwa na hii Azam. Mtoto mmoja siku zote, sio mtoto, anasema mchawi anamtaka kama anamtaka gari anamtaka bado, hujafanya kitu chochote kwao, tusubiri huo ndo msimamo wa Mwenyezi. Yes. Bwana, tuanzie hapa, goli mbili hazikuwa rahisi kiasi hicho, ni mara kumi mtu afe goli lifungwe. Nimeshuhudia goli la pili la Nasoro Sadu. Ile ni spiriti ambayo washabiki wa Azam tulikuwa tunahitaji kuiona kwa wacheza kwa kwa wachezaji wetu. Ni spiriti ya kiwango kikubwa sana, yaani ile maanake ni 50-50. Kufunga goli au yeye kuumia na kujitoa sadaka. Simeelewa. Kwa hiyo kitendo cha kile ambacho amekifanya Nasoro Sadu ni jana, anafunga goli na wakati huo huo unaona kabisa yeye na nguzo wapo hapa na hapa sisi washabiki wa Azam tumefurahi sana, inaonyesha jinsi gani ambao sasa za hivi watu wamekuwa na moyo wa kujituma sana langu mimi ambwasasaa tunawaomba TANAPA si unawajua TANAPA, waingize uwanja wa Azam Complex pamoja na timu ya Azamu pindi ambapo inakuja kucheza Azamu pale mechi za nyumbani, waingize moja kati ya vivutio vya nchi, umeelewa? Watalii wakiwa wanatoka huko wanakuja, mi nakwambia ukweli, kwa sababu ni sehemu ambao unapunguza stress za maisha. Hata kama unadaiwa una madeni vikoba, sijui unadaiwa sijui marejesho, sijui wapi na wapi, ukienda Azam Complex ni rahisi kusahau hiyo si nakwambia, hiko ndo cha msingi. kwa hiyo gani kwanza ya fly benge zinapigwa pasi jana, zimepigwa combination play jana. Kwa mara ya kwanza nashuhudia washabiki wa mpira wa Azamu FC wana fly pasi na goli kutikisa pasi na mpira kutikisa nyavu. Umeona wapi? Hiyo ni mara chache sana inatokea duniani, yaani nyavu haijatikiswa, lakini huko watu wanafanyaje? Huko watu wanapiga makofi. Kwa hiyo wakiingiza uwanja wa Azamu kama moja ya vivutio kwenye nchi hii, maana yake automatically sasa watu watalii watakuja pale na kuja kuangalia mpira, wataenjoy kila kitu, vitu vingi watavifurahia kutoka Azam Complex. Kwa hiyo eh, wataenjoy vitu vingi, ndio maana mpira ambao unatembezwa pale, usisikie makocha nchi wameondoka, maana kuna makocha wameacha ndala hapa Tanzania, wana sababu zao za msingi za kuondoka, makocha wamefanya wewe unajua, kama kuna makocha wameacha ndala. Ulai Benga ameingia, akiingia paka, au sio? Panya wote kwenye mashimo na wengine kwenye madali, unakaa unakaa unafanya nini? Utaliwa bure usisikie kuna makocha wamekimbia, yeah. Sijui unaonekana, sasa hivi kuna kampeni inaonekana tayari kuna watu wanataka kusanuliwa. Sasa sisi tunachokiomba watu wasanuliwe. Wanaambia kocha timu fulani unashinda lakini timu haichezi vizuri wewe. Hatutaki watu waseme kwa nguvu sana maneno kama yale ukiyasema kwa nguvu utawashtua watu. Wale nyenye na timu hizo mnacheza lini? Ndio tunazitaka hizo. Huyu ambaye amekimbia na kocha siku si nyingi tunampata. Siku si nyingi. Huyu si ambaye kocha amekimbia nadhani November hapo tunaumana naye. Ata atakula nani yake? Na, na, na kocha ameanza vizuri huko. Ushindi wa amemfunga ame Difla United. United. Kamfunga Difla United. Jati, nani yule nani yule, kama, Davis. Ni kweli ameshinda jana, Raja ameshinda goli mbili. Kwa hiyo, undo ujue, kama. Kwa hiyo amona sasa kwamba vitendea kazi hapa <laughs> vitendea kazi alikuwa ana wakati anamtaka X factor, alikuwa na sababu zake hasa. Amekasirika kwanza kuingizwa mjini, unajua hamna kitu kibaya kama mtu mzima kupigwa changala macho <laughs> a, inasikitisha sana hasa yule mtu mzima anajiona amezalaulika unaitishwa vipi kwenye kikao, upo na mabosi, anapigiwa simu X factor, mnaongea naye na anahakikisheni kwamba jamani, jitaai kuongea na mabosi kwa ukiwa fresh, mimi nakuja kucheza. End of the day, dirisha linafungwa, X factor hajafika, wewe unafikiri kinachotokea kitu gani? Lazima atajisikia vibaya, lazima aache ndala. Kwa hiyo, ameona kabisa kwamba katika mazingira haya hmm. kuna siku mimi nitakuja kuchukua mkono eh, kuna siku mtu anakuja kuchukua tano. Kwa hiyo ameamua ameacha ndala bwana, fadu Davis sio hey? si mbaya mwache endele kupambana, mzigo umemkabidhi Moroko. Moroko, nadhani hiki kikombe atakuwa akiepuki sasa, hiki hey, kikombe ndugu yangu kipo ndani ya imaya yake, hana namna naye, hana, ataumana right. Jana kuna mahojiano alifanya na chombo kimoja, akaulizwa, vipi pengine labda ukipewa muda wa kuendelea kusalia kwenye timu hii unaionaje? akasema <laughs> nanukuu, kwa majibu aliyosema akasema, bado ni mapema, mbona sasa

tafuteni mtu akuja kumpa adhabu hizi. Mimi adhabu hizi siziwezi e bwana. Wanajiita wa kimataifa, timu zote mimi nikiziangalia zimepata ushindi nyumbani na ugenini, kasoro hii timu moja, Simba Sports Club. Sina haja kuficha Simba Sports Club, eti ni kweli watu wanacheza kwa target. Tunasema hii ndo target, target yao kufuzu kuelekea tu inayofuata, target Targeti. Targeti. Targeti, mechi unacheza umeshikilia peke, nakwambia kila muda hivi hivi hivi hivi mechi imeisha, wameongea kabisa, wameshangilia yani filimbi kwa... hiyo Azam Complex jana, mechi inaisha, watu wanadai mechi iendelee. Kwa hiyo sasa hivi zipo nyingi, nao ambao nakwambia ndo hao makocha walokimbia acha watoke nduki mpira. Sasa hivi kwa mara ya kwanza mimi mimi binafsi, mimi binafsi, ndo napata tafsiri ya neno sex football. Ukisikia ile neno sex football mimi nilikuwa sielewi, umeelewa? Ila sasa hivi ndo naiona sex football ambayo yeah, inapigwa unapigwa mpira mwingi sana mwanangu, combination plays ipo nyingi. Kuna moja nakwambia, jana ilipigwa watu wamelipuka kwa furaha watu alikuwa na usopu sopu akaja kumwachia mtu mmoja wa kuitwa Chilambo. Chilambo kuye kaja kumweka mtu mmoja wa kuitwa huyu nani, Faisali oya n zilipigwa, pa pa pa pa ah <laughs> watu <laughs> wao kocha tkocha, mimi na wewe tujadili kitu kimoja hapa hmm. Mchawi nani? Subiri kwanza, ukiangalia hmm? Simba mashabiki wao wanasema hakuna timu hawajaizoea vile Simba yao hmm kiangalia yanga minong'ono the same wanasema hawajaizoea vile timu yao ile, mifumo ya Miguel Gamonde hawaioni ile mifumo ya profesa Nasir bin Nabi hawaioni. Lakini pia vile vile ukiwaangalia eh, Azam na Singida Black Stars, unaona kabisa yaani kuna ramani unaziona kabisa hapa, zinahtanzie hapa hawa. Ah, watu wa Kariakoo wanapenda kitonga miseleleko, wanapenda vitu vya rahisi. Sijumelewa. Sisi tunamlipa hela nyingi sana Ibenge. Ametengeneza benchi la ufundi ambalo nchi haijawahi kulipata kama lile. Maana mwisho benchi kama lile tulikuwa nayo sisi wenyewe Azam, kulitoka Spain. Umeona akina Zeben Hernandez walivyokuja na watu pale. Ndio ilikuwa kama benchi la ufundi kama lile. Sasa hao wanaosema, wao unafikiri yule Fozi yule nani yule? Roman Fozi. Gharama yake shilingi ngapi walivyomleta Yanga yule? Wao unafikiri gharama yake shilingi ngapi? Hamna, hamna mshahara ndio analipwa milioni 30. Yaani yule. Mimi nakwambia kweli, na eh, yani yule na Pakome inawezekana yani, mzizi inawezekana, kama mzidi mshahara bosi wake, wewe, Big Mzizi? Kama kweli ndio ile milioni 40 unaosema ndio analipwa kweli, anaweza kama mzidi mshahara yule kocha, Big? Sijaelewa. Kwa hiyo hao watu ndio wasema. Kwa mfano wa Simba, umeona wewe Simba kweli? Yani, timu inafundishwa kwa dai waka? Wewe uko na dai waka, mtu anafundisha timu kwa dai waka? Mwanangu, tushikilie kidogo hapo, one time, timu inafanyaje? Unafundisha timu kwa dai waka? Eh, ile ni dai waka. Sasa <laughs> <kwa> Mambo gani mpira una mambo yako vile kwa hiyo maanake sisi tunaona kabisa tumejipambanua na tumuonyesha jinsi gani kitu ambacho tunakitaka tasaa kuna mechi ingine tunacheza either na Simba au na Yanga bado booster tulikuwa nayo Umeelewa? Yaani kuna vipu, kuna busa bado ziko nje zikoa zijacheza. Kwa hiyo unaona kabisa kocha rotation anayoifanya beki mshambuliaji wewe umeona amecheza sasa hivi toka ametoka mashindano yameanza hizi? Zitu umeona anacheza? Mtu mmoja hivi Mwarabu mmoja kutoka Tunisia. Hajacheza kwa sababu hajacheza. Kwa sababu maana yake inaonekana kwamba waliokuwepo wanafanya vizuri na yeye bado anautafuta ufiti. Sio, umeelewa? Kwa hiyo maana yake ni maana yake ni kwamba ukiwa na kocha bora Manake anajua ukifanya kila kitu kwa wakati, tuende na hiki, tuende na hiki, tuende na hiki. Eh, bwana miongoni mwa watu ambao wamekusanya pesa za mama nikiwa na maana ya nyumbani na ugenini, nyumbani na ugenini ni Simba, Yanga na Singida Black Stars kwa mechi za kwanza. Wakiwa ugenini na Azam FC. Sasa mbona ututaji hivi? Wewe mtoto umetumwa nini wewe? Wewe si mbona ututaji kwa mara ya pili mchezo? Mkumbuka mtu alishinda goli moja atachezwa kwenye magoli mawili. Wewe mtoto wewe, wewe jiangalie. Ila mchezo wa marudiano kuna watu wamekosa goli la mama jana watalipataje? Sasa timu ne kuungaunga, mwana timu kila mtu anamwachia mwenzake kimeo. Wewe ujaona, hebu njoo kae wewe, yani bali, yani unajua ubaya wa timu ile ni kwamba mambo yakishakuwa magumu, mambo yakishakuwa, wanakuwa kila mtu anatamani wakumwachia mwenzake lile zigo, anamwachia nani? Si umeelewa? Hata kama mpira upo vile, siku zingine mechi inakuwa ngumu, siku zingine mechi inakuwa rahisi, sawa sawa. Kwa hiyo ndo kama sisi tunavyoona siku mechi ngumu tunapambana, siku iko mechi rahisi watu tunapambana bwana. Shida kwani iko wapi kwa hizi timu? <tipos> Hawana Hawana makocha makocha wa maana wote wawili. wa maana. Wa Unajua tukitaka kuangalia standard ya makocha sasa hivi. kama ambavyo ilivyo kwenye ambavyonye ya wachezaji stand, standard ya wachezaji. inaanza na, na, na wachezaji benchmark ya wachezaji wa Tanzania ili mchezaji aonekane kuwa yeye ni bora. Basi lazima kwanza alinganishwe na Faisal Salum Abdalla, Fei Toto, yani yaweza anataka au hataki ili mchezaji aonekane kuwa ni ni bora hapa kutoka kwenye taifa jingine. Kote kule aketokea mchezaji akaja kwenye ligi ya Tanzania, hususa kwenye hizo timu mbili za Dar es Salaam za Kariakoo zile, wale ambao timu za polisi. Akija pale akionekana anajua kupiga pasi mbili tatu, anajua kupiga kisigino. Mchezaji wao wa kwanza kumfananisha ni Faisal. Benchmark ya mpira wa Tanzania hii ni Faisal Salum Abdalla. X factor. Kwa sababu wao wanafanya vile. Kwanza Faisal amelinganishwa na amelinganishwa na chama Fesari amezinganishwa na Aziziki. Fesari amepandishwa na Pakome. Kwa hiyo unajua kwamba kumbe standard ya wote wa Tanzania ili aonekane mchezaji kwamba yuko vizuri, kwanza anatakiwa kumzidi Fesari. Ndio mimi nawaambia watu, hao akina Dumbia kabla nikiacha Achana krosi kuna pasi moja. Wewe we, kuna pasi moja ilipigwa na mtu mmoja kuitwa Barakati Hamdi. Pigwa kisu kimoja maridadi kabisa hivi. Pasi zenye majina zile. CEO wetu wa zamani ambaye sasa hivi ndio makamu wa rais wa kwanza. Popati. Amerudi juzi kutoka Ujerumani amekuja na mipira dazeni sitini. Yule Barakati Hamdi anamaliza mipira za Mcomplex kila akipiga visu mipira inakatika na chana. Hivi vitu vya kunyonga hivi? Anachana mipira. Sijui umeelewa? Juzi ndo amerudi Popat na mipira mipya kutoka Ujerumani, dazeni sitini. Ndo imekuja mipira mipya kuja kuangalia, labda ije itakuaje, hasa kwa visu kama vile Adi Maria atauwa. Ile ndo Angel Di Maria wa Afrika. Uh -huh. Angel Di Maria anajua mpira mshikaji. Ibenge, uh -huh. Sisi mwaka umekuja kutupa raha, ndugu yangu, mambo mazuri yanakuja. Wachambuzi wameanza wakasema, miongoni mwa timu ambazo wanaziona zikifika mbali wakatoa, yani wakasema, miongoni mwa timu tunazoziona zikifika mbali ni kombe la shirikisho bana na afrika wanaziona hizi timu, nusu finali, robo finali, kwa namna ambavyo wame, unajua Azam TV obviously inaonyesha hii michuano. Kwa hiyo wameona kwa mpira huu, kwa watu tunawaona hata robo finali. Nikupe siri moja, waambie waendelee kuweweseka sawa, waendelee kuweweseka. Ila mimi neno langu liko pale pale na waendelee kuchambua. Neno langu mimi liko pale pale, kombe la shirikisho Afrika, kombe la shirikisho confederation linakuja Tanzania mwaka huu. Linakuja wapi? Azam FC wanaleta kombe la shirikisho hapa. Nisikilize mimi nakwambia. Ninakwambia kitu ambacho nina uhakika nacho. Na za chini ya kapeti nakupa size za ndani kabisa. Kocha amesema kabisa ukiona timu imeingia makundi fungeni mabano tayari kule ya winner champion. Eh. Tukaenda anunua zile bana zile champion confederation Africa ili weka pale tayari, ukiona timu ipo group stage tu, mimi ndo nakupa hiyo. Unawaambia nini mashabiki wa Simba na Yanga ambao wanakutazama kwa hivi sasa mwenendo wa timu zao, lakini pia mashabiki ambao milio imeanza kutoka kwa. Sasa mashabiki wa Yanga nawaambia, kwanza wahakikishe kocha wao wamfukuzi haraka mpaka kukutana na kikokotoo Florent Ibenge. Lakini za ndani pia nimezipata hizi bana kuhusiana na Yanga. <laughs> Yeah, <tikos> <seine enle zusammen. tikos> mimi si nakuombea vitu ambavyo vipo. Tayari hey. Watu washaza yule si acheki. Wajifanyie mzee wa minuno. Watu wanamkalia kama kamati wewe, kumpa muda wewe, ni unasema nini bwana? yangu Yanga amefukuza makocha wangapi bila kupewa muda? Kuna makocha amefukuzwa hapo, unajua yupo kwenye mechi ameshinda, kesho yake namba jamani eh. Asanteni kwa kushiriki. Unaweza unaweza kutafuta timu nyingine. Wewe unasema yule kuna kufanya kitu gani? Hayo masuala mm, makocha zikufukuza kule jambo la kawaida. Huyo unamsema mimi ndo nawaambia. Wahakikisha wamfukuzi mapema kabla hajakutana na Florent Ibenge. Huyu huku mwingine alishakimbia. Kwa hiyo huyu aliyeko hapo sasa anaona kama mtu kama msiba tu kwa binadamu kwamba amekuja ameshazaliwa atakufa tu. Kwa hiyo kwa sababu amekuja yeye Bushiri au si Amini Moroko hata umana naye hata umana na Florent Ibenge. Ila yule mwambieni yule wa kununa yule asiondoke kwanza mpaka akutane na Florent Ibenge. Nukta yako iweke kama ifuatavyo. Hospitali za Tanzania. Hospitali baada ya kumwambia Tanapa kufanya lile kuwa eneo la utalii, hospitali za nchi ya Tanzania kati kama wale matherapist wakubwa wao wanaandikia sasa wagonjwa wa vichwa wenye mapressure wao wanakuja Azam Complex, iwe kama sehemu ya huduma yao ya dawa, matibabu, kuja kupunguza pressure na maumivu ya kichwa, waje kupata burudani hapo. Asante ndugu, shukrani.